wa halmashauri ya wilaya ya Sikonge. Fedha za mradi huu zilipokelewa mwezi Machi 2023, kupitia mradi wa Boost, kiasi cha fedha milioni 361 na laki tano. Ujenzi ulianza tarehe moja mwezi wa nne 2023, kwa kujenga vyumba vya madarasa tisa, matundu ya vyoo 18, jengo la utawala io ulio katika madarasa ya awali kitomea taka pamoja na ununuzi wa samani. Mradi huu ulikamilika tarehe 30 mwezi wa 6 2023. Baada ya ujenzi kukamilika, taratibu za usajili wa shule zilianza na shule ikasajiliwa tarehe 25 mwezi wa 10 2023. Mheshimiwa Mwenyekiti, naamini Mheshimiwa Rais wa, wa, wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa fedha hizi tulizitumia kwa usawa kabisa, ambavyo kwa maelekezo tulifanya kwa asilimia mia moja. Hivyo leo kwa, kwa, kwa namna ambavyo umevikuja pamoja na serikali ya wilaya ya Sikonge, basi ni kuruhusu sasa uweke jiwe hili la msingi kwa maana ya kudhibitishwa kwako, huyu mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri ya Sikonge Nari. hii ya Sikonge tulipata maeneo ya kujenga shule mpya mbili tu e, ikiwepo shule hii kwenye kata ya Kipili, lakini ikiwepo shule nyingine kwenye kata ya Chabutwa. Eh, jumla ya karibu shilingi milioni mia saba na ishirini na, na, ki, na kidogo zilipokelewa na mimi nikiwa mwenyekiti wa kamati ya fedha niliziidhinisha, niliidhinisha huko na mimi kwenye moyo kwa maumivu sana, mimi na shule ya tutuo ina wanafunzi karibu elfu moja na mia saba. Eh, imejaa kweli kweli, lakini bahati nzuri upendeleo kwa umeonekana shule, hela hizo ziende kwenye kata mbili. Kama kiongozi, kama kiongozi unatakiwa ukubali kwamba wacha wale watoto kwanza huu, kwenye maeneo mengine, iko siku na wewe babu utakula takula. Nilikubaliana na mpango huo na mwisho wa siku fedha zikawa zimeletwa kata ya Kipili kwako, kwa mheshimiwa diwani e, na leo hii tunasimama mbele kifua mbele kuzungumzia shule ambazo kwenye wilaya hii nimesema ziko mbili. Kwa hiyo mpango huu ni mpango ulikuwa mahususi eh, kwenye eneo la kuja kujenga shule hii Kipili, lakini pia kwenye kata ya, ya Chabutu. Kwa hiyo vitu kama hivi vinapokuwa vimefika kwenye maeneo yetu tujipange namna gani ya kuvitunza ili vidumu. Hawezi mama akawa anaendelea kufikiria maeneo mengine huku anafikiria kuja kufanya ukarabati kwenye eneo ambalo kwa muda mfupi tu limekwisha chakaa. Hiyo haikubaliki. Naishukuru.